Yapo majeraha ya moyo ambayo yamegeuka vifungo vya kufunga maisha. Yapo majeraha ya moyo ambayo yamegeuka vifungo vya kufunga maisha ya watu, na hii inatokana wakati mwingine jeraha linapokuja kwenye moyo wako na wewe ukajiapiza. Mtu amekujeruhi ni mmoja tu lakini unajiapiza unasema, sintakaa nifanye kitu fulani kwa ajili ya kitu fulani. Sintaka nimsaidie mtu tena huyu, nimemkopesha na amenitapeli namna hii, basi basi basi. Huyu nimemkaribisha nyumbani kwangu na akafanya hivi, basi. Aje wa rangi hii, aje wa rangi nyingine, basi. Sasa majeraha mengine ni vifungo katika maisha ya watu, kuna wengine mpaka hata wamekwazwa, yaani amepata jeraha kanisani, hajagi tena kanisani, aabudu tena kabisa. Anasema sikutegemea kwamba na fulani angeweza akafanya hivi. Kwa hiyo unajikuta unaamua kukaa nyumbani kwa sababu ya majeraha yanayoleta vifungo katika maisha ya kwako, na yanaweza yakazuia kabisa sense of purpose, kusudi la wewe kuwepo moja ya watu walio lose sense of purpose au waliopoteza sense of purpose kusudi la kuwepo ni wale pia ambao wamefi, wamepata majeraha na wamegeuza majeraha yale kuwa vifungo katika maisha yao, na ukasema mimi sintaka kufanya hivi na hivi na hivi kwa sababu nilimpokea fulani akafanya hivi, kwa sababu niliwahi kuwa na hivi hivyo kuna wengine wamejeruhiwa. Umejeruhiwa na mwanaume mmoja na umeona wanaume wote ni kisirani, ni balaa, ni uongo, na umejiapiza tena mimi basi, na hata kama ukiwaona pale unawaona kama wote tu ni wale wale. Si kweli. Umejeruhiwa na mwanamke mmoja, ni huyo mmoja amekujeruhi, lakini umehesabu wanawake wengine wote kama sio Umejeruhiwa na mtu wa kabila fulani, na umeona hilo kabila ni balaa, yani wote wako hivyo. Hiyo ni false conclusion. Watu wa filosofi tunasema hiyo ni false conclusion. Umeamua kuwa na maamuzi ambayo si sawa, ya jumuishi, ambayo yanaleta vifungo kwenye maisha ya kwako. Na ninapoongea hapa, kuna watu ambao wamefunga maisha yao, wamefunga na maisha ya watu wengine, kabisa. Uliwahi kumsaidia mtu ofisini, ukamsaidia akapata kazi huku na huku, akakujeruhi tu. Kuna wengine unawakaribisha kwenye position, unawakaribisha ofisini, unawatafutia kazi kwenye shirika unalofanya kazi, na akifika kule anageuka mwiba, anakujeruhi kwa maneno, anasema huyu mtu ninamfahamu na vitu vingi, na umejeruhika. Na sasa umesema sitaka nimsaidie mtu tena kwenye maisha yangu, hao niliowasaidia na wakanijeruhi, enough is enough Nimetosha, imetosha unaishia hapo. Kimsingi unaondoa ile sense of purpose kusudi la wewe kuwepo kwenye maisha ya kwako. Kuna familia ambazo leo nyumbani kwenu pangekuwa ni paradiso, lakini kwa sababu ya maneno yaliyoko kwenye familia yenu umeamua sintaka hapa awa nili, niliwasaidia mpaka hapa na wameniumiza namna hii, basi hiyo nyumba nimejenga sitapiga plasta. Yaani tunavyokuona hapa mjini ulivyo na maana na gari yako umepaki pale nje, na bado kitambo kidogo na kuruhusu uende kwenye mgari wako mzuri uende, lakini umejiapiza ile nyumba hutamalizia. Ninapoweka microphone chini, naomba utume hela huko kijijini, nyumba ipigwe plaster na weke tiles zinazofanana na wewe. Na nikikuangalia tiles zenyewe za pale kijijini ni tiles za Spain, za, za, za Hispania ni tiles, ni tiles nzuri za Spain. Usitulete mambo ya kununanuna hapa, upone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Unajiwekea vifungo, umesema basi. Mjumba umekaa pale kama pagala. Ulianza vizuri, umejeruhiwa na mtu mmoja tu kwenye familia, amekusemea neno, umeweka kifungo, umezira, umesema basi. Mimi nataka niwaambie, kuna kuna familia nyingi, majumba yamekwama huko vijijini, hayajengwi, hayaendi kitu cha familia hakiendi kwa sababu umejiapiza, nilifanya na mmeniuzi na, basi mtajua wenyewe, mtajua pakwenda. Ni kweli wewe unakaa Masaki mwenzetu, ni kweli unaweza kuamua likizo zako na watoto wako ukaenda Dubai, ukaenda South Africa, lakini nataka nikuakishie pamoja na kutafuta likizo na kwenda mahali pengine duniani, lakini kwenu ni kwenu tu, na unafanana sana na wale waliokujeruhi, yaani mnafanana kama kitenge cha Mbagala, na huwezi kukataa useme sio ndugu zako wale. Ni ndugu zako tu, ona mnavyofanana mpaka hiyo pua. Halafu unajaribu kusema kwamba umeuzika, umeuzika, uende wapi? Kwenu ni kwenu tu, na nataka nikuambie pale ni mtakuja. Utake usitake bado ni mtakuja. Acha hivyo vifungo ulivyojifunga umesusa, ume, ume kwenu, kwa sababu ya maneno ambayo umeyasikia na una lose sense of purpose. Can you imagine? ndio yale sasa. Mimi mchungaji kazi yangu ni ku, ni kuwafariji watu wanaopata misiba, na wakati mwingine nasafiri. Unaenda huko, unakwenda una kijijini, unakuta nyumba hakuna, familia haijulikani, mjini. Huyu jamani wa maana, ukimuuliza sasa, bwana hawa jamaa nilianzaanzana nao, nikaona wapuuzi watupu, nikaamua kuacha. Ngoja nikuambie, uh, Chaga cha Marangu tunasema mbichoka mbichoka kureza uki wanyuopo, yaani mtu mbaya akakupoteza, hayo mateso ni ya kwako. Halafu nataka nikuambie katika familia mmezaliwa kumi na wawili, kama watoto wa Yakobo, anayebebaga aibu ya familia ni mtu huyu mmoja, wengine hawajui. Hata kama kuna msiba mkubwa, utakuwa unaulizia supu Yaani, wanahangaika na supu, we unahangaika sijui jeneza litapatikana, sijui kaburi litachimbwa saa ngapi, sijui tunamzika mama akinamna gani, si tunajenga kaburi au tunafanya nini? Yaani, wakati unahangaika, wenzako wanaulizia kuna supu, kuna juisi. Yaani, hawana huo mpango. Mwenye aibu kwenye familia ni mtu huyu, ni Yusufu peke yake, aliyebeba aibu ya familia. Sasa shindana na hao uone cha mtemakuni, unapata una, una fedheha na aibu isiyokuwepo, kwa sababu umeishi maisha ya kujifunga kwenye maisha ya kwako kabisa. Kuna mtu ambaye hana story, lakini wewe haujaumbika hivyo. Usipoteze sense of purpose. Kwa hiyo kama kuna vitu ambavyo vilikujeruhi na ukajiapiza ukasema, sintafanya, sintafanya, sintafanya, sintafanya, leo Ijumaa wiki hii ninaomba yakafanyike kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, sema amina. Yalinitokea hata mimi, nili, nilimwomba Mungu, nilisoma kwa shida, nilikosa ada, mama yangu akawa ananitafutia majani ya kahawa ananiwekea mkononi niende shule. Nikamwambia Mungu, nikifanikiwa kunipa nafasi mahali pa kusimama, nitawasaidia watu. Miaka ya tisini Mungu akanibariki tu kidogo kwenye biashara. Na nikachukua uh, uh, uh, mtoto mmoja nikaanza naye kumsomesha. Alikuwa ndio nafikiri ndio lango, na ndio hela yangu ya kwanza ya kulipa ada, kumlipia mtu ada ndio ilikuwa hela yangu ya kwanza. Alikuwa a very young boy. Alinijeruhi ali, ali, ali, nilimchukua kijijini nikakaa naye nyumbani kwangu. Akaniachia zile nguo za shule akaniachia na madaftari, akaniambia nenda kasome wewe, akapotea. Miezi tisa namtafuta, mpaka tukaenda kuvunja na matanga tukiamini amekufa, hatukumwona. Nikapita kwenye kashfa mbaya mbaya sana ya kuonekana nimeua, baadaye akaja akapatikana, kumbe alikuwa tu hataki shule. Sasa kwa mat, mapito yale niliyopitia na majeraha yale niliyojeruhika nilijiapiza. Unajua unajiapiza wakati asubuhi, unaona haitoshi, unajiapiza mchana tena, unaona haitoshi, unajiapiza jioni, unaona haitoshi una, yani unajiapiza ukiingia ndani unajiapiza ukiingia ukiwa una, unatoka unajiapiza kila. Nikasema mimi na mtoto wa mtu, mimi nakusomesha Mungu, nyumbani kwangu asikae kanyage mtoto wa mtu Sikuumbika hivyo, the sense of purpose ilishambuliwa mapema kabisa. Baadaye Mungu akasema na mimi, akanambia sasa, nimekupa nafasi, lakini ile nadhiri uliyoweka lazima uisimamie. Akasema Mungu, mbona mimi nilijeruhiwa kwanza? Lakini nikaingia kwenye toba ambayo ninajua jioni ya leo watu wengi tutakuwa kwenye toba ya vile vitu ambavyo tumeweka mipaka Baadaye nikamwambia Mungu, ninaomba unirehemu, nilitamka kwa upuuzi. Nikafuta kile kiapo, nikafungua kile kifungo, nikaanza kusomesha watu, na huyu bwana ni mmojawapo, na yule mwingine pale ni mmoja wao niliowasomesha. Ni hundreds watu, wana madigrii. Yaani leo hata kama kesho ningekuwa si, sipo tena hapa lakini madigrii, hata kama kesho Mungu angeniita lakini madigrii ambayo nimeacha huku duniani zaidi ya watoto mia mbili sasa, masters degree hazihesabiki ni zaidi ya thelathini PhD sijui nini, watu wamesoma wana maisha. Sasa najiuliza kama ningeishiaga hapa kidako, leo angekuwa wapi? Ana digri ya theology, ana digri ya psychology, hivi angekuwa wapi huyu? Kwa mfano, na leo baada ya hapa, naona watu hivi angekuwa wapi? Lakini leo nina wachungaji, nina mapadri, nina mainjinia na nina madaktari nina, ma, nina watu wanarusha ndege, mapilot wanarusha ndege na waangalia wanavyorusha ndege. Hata asubuhi ya leo yuko mwanangu yule eh, eh, eh, Captain Brian Meena anarusha ndege ya Tanzania, hayo maaya ya basi anayarusha. Kwa hiyo asubuhi ya leo nani angerusha hiyo ndege? Nani abiria wanapoenda wakafika salama? Ni kwa sababu nilivunja kile kiapo nikarudi kwenye sense of purpose. Kwa hiyo najua kuna watu ambao mmejiapiza mtoto mmoja ameku, amekuudhi umeona watoto wengine wote ni nyani, ah, ni huyo mmoja lakini, baada yake Mungu atafanya dhahabu kwenye maisha ya kwako, hautaishia pale. Kwa hiyo ni maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu akusaidie yule uliyekuwa umejiapizaga, kama mimi mwenzangu <laughs> ni, nilijiapiza nikasema, mimi kizazi cha kusomesha nimefunga, kizazi sio na kamba, nimefunga na shaba <laughs>

Nikafungua kizazi na nimezaa mapacha mapacha mapacha na mapacha na mpaka leo ninaona mapadri, ninaona watoto ambao nikiwaangalia hivi, namwambia Mungu asante, nikiona jinsi ambavyo wameweza kusaidia familia zao, wazazi wamejengewa nyumba, wameweza kuwa mstari wa mbele kusomesha wadogo zao. Nikiangalia walivyoondoa umaskini kwenye familia, nasema hivi, Mungu, nilikuwa nimejiapizaga ningezuiaga baraka hizi zote. Nikiangalia wengine ni wajane, walibaki wajane, watoto wamebaba wame fariki mama akabaki mjane, nyuma yake ana watoto nane wadogo, nane wadogo saba, lakini yule mmoja niliyemsomesha ameenda, amejenga nyumba, yule mjane leo anaishi, wana magari ya familia. Nikiangalia hivi nasema hivi, Mungu, mimi ndiye nilikuwa nimejiapizaga kwamba sintakaa nisaidie mtu. Kweli Mungu unirehemu, Kristo unihurumie, mwanakondoo wa Mungu uichukue dhambi ya ulimwengu, unihurumie. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ninakuomba sana, Ondoa vifungo vilivyofunga maisha yako kwa sababu ya majeraha, pale ulipojiapiza, jiondoe kwenye hicho kiapo. Kuna mambo mengi umeyazuia kwenye maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika na meza ya HW kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahau, kukupa hamasa, kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the hall of positive vibes.